Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Wow. Wow. Bwana, sisi kama wanafunzi, wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, tulitegemea tukiwa kwenye mkutano, tunao chama chetu. Tupewe strategies, tupewe mikakati, tupewe mbinu, jinsi gani tutachukua serikali, jinsi gani tutachukua dola. Sio tunafika kwenye kwenye mkutano, tunaongea tunaanza kuongea stories back in the days, back in the days, back in the days. Elimu ni matope, elimu ni matope, elimu si, elimu matope. Elimu ni nini? toka mefika kwenye chuo changu sijawai kuona sijui jinsi gani n yani, tutengeza ta mbinu ya kuwa wanachama hai akunacho kama hicho lakini ukule zetu, chama, chama tawala tunaonaga mara kibao waf, wanatengeza njia ya kuwa wanachama hai, lakini sisi ukwetu wanachama kivuli kibao kwenye mkutano tunakuwa wengi. Msimamo wetu sisi kama wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ni kusimama na kujenga hoja ili tuende tukafanye uchaguzi. Habari ya kwanza kutukana viongozi, kwanza nilitegemea tupate maadhimio mazuri ambayo watajenga hoja, si kama wanafunzi wasomi wanaoelewa. Tunajua nini cha kufanya, kuishauri jamii pamoja na, na wananchi kwa ujumla, ili tuweze kushiriki uchaguzi. Hatuwezi kukubali issue no reform no election. Tunachopaswa kusimama imara ni kuruhusu watu waingie wakafanya uchaguzi, tuweze kushinda kwa kishindo. Chama chetu kiko imara na tuna imani ya kwamba tutashinda. Kwa hiyo mimi niwatie ni, ni, ni, ni moyo tu wanafunzi wenzangu kwamba tusimame imara, tujenge hoja, tusimame tukapige kura kwa sababu kupiga kura ni haki yetu ya msingi. Tunapaswa tupige kura, kwa sababu hatuwezi kushika hatuwezi kushika dola bila kushiriki uchaguzi. Ndio peoples peoples. Sisi kama wanafunzi tunaona mwenendo wa chama chetu umekiuka katiba yao. Sisi tunataka dola, tunataka chama chetu kichukue dola. Kwa nini? Haiwezekani chama kinakataa kufanya uchaguzi. Sasa hiyo serikali tutaipataje? Tunataka tuingie madarakani, tumekuja hapa kupata nini? Kufata strategies ambazo tunajua tutafanyaje, tutapata vitu, si ndio dola. Dola tunaitaka si ndio? Tumekuja kwenye kikao, unaona hii nguo, mimi ni CHADEMA pure, sawa? Nimekuja hapa najua, na chama changu kinajadili mikakati ambayo naweza nikafanyaje tukashikilia nguvu ya umma, lakini tunakuja kupata porojo porojo. Kazi za kufanya, si ndio? kazi za kufanya ni nyingi kwa, kwa, kwa sababu tuna, tuna uchungu na chama chetu, kwa maana tumechoka choka mambo kila siku huko mama, kila siku huko mama. Sasa tukiendelea kupiga ngonjera ngonjera, porojo porojo, hatutatoboa. kwa hiyo kikubwa, tunataka mikakati ambayo dola tafanya sahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.